Asubuhi tunamshukuru Mungu kwa namna ya pekee, ametuamsha salama, jina lake mchukuzi, kwa sababu mambo ni mengi hata duniani. Kweli Mungu anaendelea kutupigania na kutupambania kwa maisha yetu haya ya sasa ya hapa duniani. Maisha ukiyaangalia ni maisha yenye chafu, lakini pia inapasa kumtegemea Mungu. Yeye ndio mweza wa mambo yote, anatuongoza tunapotambazuka, pia anaendelea kutuongoza katika maisha yetu hayo. Kwa hiyo ni namna ya pekee kabisa kumshukuru Mungu bila kupicha, kila wakati na kuwaombea hata watu wengine walio wagonjwa, walioko mahospitalini na pia na hata ku kitoa shukrani kwa mwenyezi Mungu hadi umri huu tumefika. Mungu ndio ametupambania maisha yetu, ii kwa sababu ya ujanja wetu, hata pesa zetu. Mimi nikiugua ninaenda kutibiwa hospitali, ninafanya nini? Kuna watu wenye pesa nyingi, lakini magonjwa yaliwafika wakatoweka duniani. Kwa hiyo unapopata nafasi <coughs> hii ya ya, ya, ya kupumua uhai mungu amekuwekea, ni jambo la kumshukuru sana, yaani ni jambo la kumshukuru sana. Hata kile unachokitoa, yaani ni kama ni shukrani tu yako, lakini hakitoshi. Nakumbuka kipindi cha, cha ugonjwa wa korona. E, hapo sasa ndio upige ile picha, kwamba hata hii hewa tu tunayoivuta ina thamani kubwa sana. Ukienda hospitali utakuta kuna ile mitungi ya gesi ya oxygen ipo, lakini ipo kwa sababu gani? Ni kwa ajili ya kuwasaidia binadamu, na ile oxygen iliomo mle kuna muda wake, pia unapoitumia, muda ukiisha na mawenyewe. Kwa hiyo watu walitumia pesa nyingi nyingi sana kwa ajili ya kuokoa maisha yao, lakini leo hii mwanadamu wakati mwingine amasahau anatenda kile ambacho Mungu hakufujia kwake. Kwa hiyo sisi tulio wazima tutangaze hiyo Injili hata kwa watu ambao hawamfahamu Mungu wazidi kumfahamu zaidi. Kwa hiyo maisha yetu yameguduka na mambo mengi, lakini Mungu ndio mkuu. Programu hii imekuweko kila baada ya mwezi, tunafanyika pia kumshukuru Mungu na kumuomba pia, ili aweze kutupa uhai na uzima. Hakuna kitu cha thamani hapo duniani kama uhai wa binadamu. Kama afya yako inalegalega hauwezi kufanya kachoko. Yaani, kama kuna kitu ambacho ni cha thamani cha kukilinda ni afya yako. Unakula nini? Unakunywa nini? Unafanya nini? Yaani ni kitu cha thamani sana hicho, ndio kinakulinda, unakuwepo hadi sasa. Katika, katika kitabu cha wimbo namba thelathini eh, <coughs> tumeimba ukitafakari, maneno yaliyoandikwa hapo, nafikiri tunaweza tu tukaona kama tumesajiri hili tunaweza tukaondoka. Ukiatafakari e yale maneno, Yesu nipendaye kwako na singiria ni wewe utoshae Mungu wa kimijia yafishe ubavuni mwako, maisha yangu nifishe bandarini, ukoe maisha yangu. Ngome nyingine sina, nategemea kwako, usinitupe Bwana, nipe neema yako, ninakuamania mwenye kuniwezesha. Shari wanikingia vitani wanitosha na kutaka mpaji yote napata kwako, ni wapo mhitaji utanijaza vyako, na nao waugu wa waangukao, wanyonge wape nguvu, poza wauguao, uongoze vipofu Bwana. Umeniosha moyo kwa damu yako, neema ya kutosha yapatikana kwako kwako Bwana naona kisima cha uzima mwangu moyoni, Bwana vivejita daima. Kya tafakari haya maneno nilivyo yasoma, sio kuyaimba ya na, yana uzima ndani yae, yana kila kitu. Tunaweza tukalegalega katika uchumi, lakini mungu kumtegemea anaweza kutusaidia. Tunaweza tukalegalega katika masomo, Mungu yeye ndio ana uzima, anakupa uwezo wa kutafakari vizuri. Tunaweza tukalegalega katika kazi, Mungu yeye ndio ni kimbilio, anatuongoza. Kwa hiyo tumtegemee Mungu kwa kila namna tumpe yote ambayo anazungumza hapa, lakini tumkumbuke daima, kila wakati, muda wote tu, tu, tu, tumkumbuke. Na pia tukumbuke, wa tukumbuke watoto wetu, wakumbuke watoto kuwafundisha neno la Mungu, na hatimaye utasonga mbele. Hata sisi hapa tuliyopo ikipiga picha ya kuanzia nafikiri hata kama ulipata Injili ukiwa mkubwa lakini ni kwa ajili ya watu ambao walianza wakiwa watoto kufundisha neno hili. Katika kitabu cha Mathayo tisa mstari ule wa ishirini na saba neno la Bwana lina limeandikwa ishirini na saba. Anasema Yesu alipokuwa akipita kutoka huko vipofu wawili wakamfuata wakipaza sauti wakisema, uturehemu, mwana wa Daudi. Naye alipofika nyumbani, wale vipofu walimwendea Yesu, akawaambia, mnaamini kwamba mnaweza kufa, kwamba mnaweza kufanya hili? Akawaambia naam, wakamwambia, sasa wale vipofu, naam Bwana Yaani maana yake kwamba ndio ndipo alipo, alipowagusa macho ndipo alipowagusa macho akasema, kwa kadri ya imani yenu mpate macho yao. Fungu la thelathini yakafumbuka yaka naye Yesu akawaagiza kwa, kwa nguvu akisema Angalieni hata mtu mmoja asijue. Lakini wakatoka wakaeneza habari zake katika nchi ile yote. Imani ambayo waliokuwa nayo wale vipofu, kwamba ninaamini. Unajua hata ukiwa ni mgonjwa, ukiamini kwamba utapona dawa sawa zipo, lakini usipoamini pia... yaani unajua, wakati mwingine binadamu ana una, kufo, kwa hofu. Ukiamini basi utaponya hawa vipofu walimwendea Yesu wa, wa, wa, wa, waliamini kwamba atawaponya, lakini yesu pia aliwauliza swali kwamba mnaamini naweza nikafanya hili nikafanya nikawaponya, nao wakasema kweli tunaamini kwamba waweza kutuponya, kwa sababu walikuwa na imani ndani yao. Na ni kweli Yesu, wale vikovu walipona. Lakini huwa tunajiuliza kwamba ni kwa nini sasa, kwa nini Yesu alikuwa anawakataza, anapona halafu anawakataza siseme Unaona, no. Kwa hiyo msiseme, hata katika maisha yetu tu ya kila siku hapo, yaani, usiseme unapokizungumza kitu hata kama ni cha maendeleo yako, sijajua kuna vitu gani kinaweza kikakwama pia <laughs> ni cha maendeleo yako. Kwa hiyo wakati mwingine mpaka kitokee, kisha tokea, sasa hapo kila mtu anakiona, lakini ukishaanza tu hivi, oh, yani kuna kwa nini Yesu sasa anajiuliza, kwa nini Yesu anafanya vitu ambavyo ni vizuri kabisa, lakini anawaambia usis akadaai vyote. Inaelezwa kwamba Yesu alipokuwa na kazi yake kwanza ilikuwa haijaisha hapa duniani eh, ee, inaelezwa kwamba kazi ilikuwa haijaisha ya kutangaza mji na walikuwa wanamtafuta kwa namna yoyote, ili wa wafanyeje wamuue. Sasa kabla inasema kwamba uh, ili hiyo alikuwa naizuia isienee, wakaanza kumtafuta. Sasa alikuwa anawazuia kwamba ni niwapona, lakini msende nekana walikuwa wanatangaza kazi yake ilikuwa bado haijaisha, na ndiyo maana alikuwa anawaambia ana, ana, ana, ana, ana, ana, ana, ana, hivyo kwamba msiende mkasema. Kwa hiyo wale vipofu walipopona tu tayari waenda wakatangaza. Kwa hiyo injili ya Yesu ilikuwa bado haija haijakamilika, ndiyo maana alikuwa anazuia kwenda kuzungumza. Lakini tunaona kwamba hata katika kisa kile cha Lazaro. Unajua, Mungu wakati mwingine anaweza akaruhusu kitu ukaona kana ni kibaya, lakini kina manufaa yake. Lazaro alipokufa, unasema vitabu vinasema kwamba Yesu wakati wakiwa na Lazaro alikuwa anapenda sana kwenda kwa kwao na Lazaro kwa ajili ya kupumzika na kuongea, lakini Yesu alipoanza injili yake ametoka eneo hilo alipokuwa Lazaro, akasikia kwamba Lazaro anaumwa, lakini pia akaendelea kufanya ile kazi, kwa sababu alielewa hiyo sio mauti tena. Lakini baada ya muda aliporudi Yesu akakuta Lazaro amekufa. Kisa hicho nakijua, alitaka washiriki waone kwamba sio miujiza tu aliyokuwa anatenda, lakini waone kabisa amekufa, yuko kabulini. Kwa sababu anakuwa sema huyu mwongo, umefanya vipofu hakuna bana, si umefanya nini mirema, hamna. Sasa alitaka kipindi hicho waone kwamba binadamu amekufa kweli na amezikwa, na alipofika sasa, alitaka nao washiriki kuona kabisa kwamba umati huo, oh, hey, kabuli zile pale uone leo sasa atafanyaje? Si amekufa ata, ata, uh, tumemzika huyu, sasa tuone kama atamfua. Lakini aliwaamuru ali, tu waondoe jile jiwe, na akamwita Lazaro akatoka kabulini, na hapo ndipo akaanza tena kumtafuta lakini pia tasema kwamba hawakumpata. Kwa hiyo imani tuliyo nayo hapa kanisani tusiiache, ndugu zangu, tuendelee mm -hmm. nayo tuamini, Yesu Kristo alikuja duniani akafa kwa ajili ya dhambi za wanadamu. Tumekombolewa sasa na damu ya Yesu Kristo, tutangaze hili, tuelewe, katika kanisa hili tuko ndani ya mbawa ya Yesu Kristo ambaye kila wakati anatusaidia anatulinda. Kwa hiyo Mungu anaendelea kutusaidia katika maisha yetu ya kila siku. Kwa hiyo tumwamini yeye, tulitangaze hili. Tunapokumbwa na matatizo, basi kimbilio ni kwa kwake. Kwa hiyo asubuhi ya leo tunapoanza mwezi ma huu mpya ambao ni juma la kwanza la mwezi huu <coughs> tumtegemee Yesu. Tuombe, tuombe hata watu wengine wagonjwa, walioko hospitalini walioko majumbani, hata sisi pia tuombe, hata wafamilia zetu, na Mungu ataendelea kutusaidia. Kwa hiyo asubuhi ya leo, neno la leo Yesu ni kundirio uh, la mambo yote, kiuchumi, kielimu, kwa namna ya kwa namna yoyote ile. Tumtegemeze yeye na yeye ataendelea kutusaidia. Basi somo langu fupi linakomea hapo, tuende na tafakari ya kuombeana, lakini pia tuendelee kumtegemea yeye. Yeye ndio ata uongozi tunapokumbana na nyakati ngumu, basi tumtegemee yeye na yeye atatuongoza kwa hiyo. Tutapiga magoti, lakini tutakuwa na mambo matatu tutakayoyachagua nyie ya kuyaombea, na tutakuwa na watu wawili ambao watajitengea chagua tu mambo ya kuombea matatu, watu wawili, nami nikamalizia mambo ya kuombea. Jambo la kwanza ni kuombea ujenzi wa kanisa letu. Jambo la pili ni wa Roho Mtakatifu. Jambo la tatu, jambo la tatu la kuombea

Baba wa mbinguni Mungu, asante sana kwa kutupatia uzima. Asante kwa kutuamsha tena salama kwa usiku mzima, lakini asante pia kwa kutupatia nafasi ya kukutana kwa ajili ya kuanza ibada na kujifunza maandiko matakatifu pamoja na wewe asubuhi ya leo. Asante kwa ujumbe wa asubuhi ya leo ambao umetufundisha mambo machache lakini ya muhimu sana katika maisha yetu. Sante kutukumbusha kwamba kumbe katika siri ya mafanikio kufanikisha jambo si salama kusema sema jambo hilo kabla halijatamatika, ndio maana hata Yesu aliweza kutumia njia hii akiwazuia watu wasiseme. Basi tunakuja kwako sisi watoto wako asubuhi ya leo, tukiomba nguvu na ushindi katika lile ambalo tumejifunza asubuhi ya leo, lakini namweka mikononi mwako kila aliyepata nafasi ya kuhudhuria ibada hii nikimwombea baraka lakini hata wenzetu ambao hawajafanikiwa kufika, popote walipo nao ukaambatane na uki, ukiwa pamoja nao. Inaweka mikononi mwako ujenzi na mradi wa kanisa letu katika kanisa la Waadventista wa Sabato Mwenge ambao unaendelea, uendelee kutujaza na kutubariki kama washiriki na kupitia umoja tuweze kufikia tamatisho na hatimaye kulikamilisha jengo letu. Endelea kutupatia roho ya kujitoa lakini, zaidi ukigusa mifuko yetu na vyanzo vya mapato, ili kupitia mibaraka hiyo utakaotujalia tukafanikishe kazi ya nyumba ya Mungu. watoto wako na wenzangu wanapoendelea kuleta sala kwako, ukatusikie na ukatujibu, maana tumeomba na kushukuru katika jina la Yesu, amina. ndani Mungu umetuleta katika hekalo lako, jina lako Bwana na itugule mm sana. Asante Mungu wa mbinguni, kwa njia mtundusi wako kwa neno ambayo amelileta, neno hili ni zito katika masikio yetu, lakini kwa neema yako tunaomba ukatufunike, ili neno hili litapata nafasi katika maisha yetu. Sisi wenyewe hatuwezi, bila wewe hatuwezi kufanya jambo lolote lakini pale unapokuja katika maisha yetu na ukituongoza kama neno lako lilivyosema, tutaweza kusimama na kuwa watoto wako tukifanya yale mapenzi yako. Baba takatifu wa mbinguni, katika kanisa lako la Mwenge kuna wagonjwa wengi, wagonjwa wa kimwili ambao wamelemewa hata hawawezi kufika kanisani. Mwovu amewazingira na magonjwa. Tunakuomba Baba, tafadhali ukawaguse miili yao wakapata kupona watakapopona, na kunyanyuka kwenye vitanda vyao, wengine wakiwa majumbani, wengine wakiwa mahospitalini. Baba tutakuiishia sifa na shukrani kwa makuu ambayo watakuwa wameyatenda kwa wanesho wake. Takatifu wa mbinguni, kuna magonjwa ya kiroho pia yanayotusumbua, japokuwa tunakuja kanisani tukionekana tunafanya kazi yako, tukifanya kazi mbalimbali katika hekalu lako, lakini tu wagonjwa wa dhambi Baba tafadhali, neema yako ikatoshe, maana umesema katika maandiko yako kwamba dhambi inapozidi ipo neema napo inapozidi, basi neema yako ikazidi, ikatufunike ili tustahili kusimama mbele zako, na damu yako iliyomwagika msalabani ikatufunike na kutusafisha tuweze kuonekana tunafaa katika nyuso zako Baba wa mbinguni, ukatuandae unaporudi katika dunia hii kuja kuchukua watakatifu watakaokuwa wameshinda dhambi. Baba, tuliopiga magoti katika kanisa lako, tuonekane katika mji ule mtakatifu ambao umeenda kuandalia watakatifu wako. Anyamaza kimya mtumishi wako anapoendelea kuomba, maombi yetu Baba yakapata ya kibali machoni pako, ukatupokee kama tulivyo Baba, maana unakufahamu. Asante Baba hizo, kwa sababu tutatenda hivyo kwa kuwa tumekuomba kwa imani. La Yesu, Bwana, maisha mm. Asante Mungu kwa ema na ulinzi wako, jina lako litukuzwe. Tunaomba Bwana, Roho wako Mtakatifu akatujalize, akatuongoze, akatufunike, akatupe nguvu upya katika mwezi huu, tutembee naye wakati wote akituongoza, na jina lako litukuzwe na wakati huu bwana tunapohitimisha haya maombi katembee kila mmoja kwa mwongozi na pia tunaliombea hata kanisa letu bwana ukalijaze kwa roho yako mtakatifu ukalisimamie uongozi pamoja na washiriki bwana ukawape nguvu wape afya wape kipato na pia bwana ukategemeze katika kazi tunaomba na kushukuru katika yesu kristo Amen. Amen. Asanteni sana. Amen. Bwana awabariki.